Usiogope, haleluya, usiogope. Anasema hata ukipita katika maji mengi, hata ukipita katika moto, nao ugharikisha moto unaounguza. Anasema moto yake, manake, anasema mwanzoni amemwambia, miali yake haitakuunguza yake. Anamhakikishia, anasema pale mwanzoni, ni nimekukomboa wewe ni wangu. Sasa anaanza kumuhakikishia anaanza kumhakikishia, ninaposema usiogope ninamaanisha nini? Na anaposema hata ukipita katika moto, alikuwa anamaanisha moto kabisa. Alikuwa anamaanisha moto kabisa, kama vile ambavyo Daniel naye alitupwa katika moto. Ukisoma <coughs> katika maandiko Kile kitabu cha Daniel sura ya tatu mstari wa ishirini na tano unaonyesha namna ambavyo Danieli alitupwa katika moto. Na hata Mungu anapozungumza na wana wa Israeli kupitia Nabii Isaya akiwaambia, hata mnapopita katika moto msiogope. Miali yake haitawaunguza. Alikuwa anamaanisha moto kabisa. Kwa hiyo alikuwa anawapa uhakika. Mungu alikuwa anawapa uhakika kwamba ninyi ni taifa langu. Ndio maana anasema atakayembariki Israeli atabarikiwa, na atakayemlaani Israeli atalaaniwa. Mambo haya, maneno haya yanaendelea kuishi mpaka leo. Taifa la Israeli ni taifa ndogo. Ukiangalia ukubwa kijografia wa nchi yao, ni nchi ndogo sana, na kwa kawaida nchi ambayo haina eneo kubwa kijografia haiwezi kuwa na, wi, na watu wengi kwa asilimia kubwa. Idadi kubwa ya watu katika taifa husika inatokana na ukubwa wake kijografia Bwana Yesu asifiwe sana <coughs> ndio maana idadi ya watu walioko Tanzania hawezi kulinganisha hata kidogo na idadi ya watu walioko katika nchi ya Burundi, na ukita ukitazama jiografia nchi hizi mbili zinatofautiana sana kiukubwa. Sasa taifa la Israeli kwa kawaida ni taifa ambalo sio kubwa sana, lakini ukienda kuangalia mambo ambayo taifa hili linafanya ni mambo makubwa sana, ni mambo makubwa sana na ukiangalia hata namna ambavyo taifa hili limekuwa likipigwa limekuwa likishambuliwa. Hata hivi tunazungumza, kuna vita inaendelea kati ya Israel na nchi ya Iran, iko vita inaendelea. Lakini ukiangalia uharibifu ambao Israel wanaufanya katika nchi ya Iran unaweza kushangaa. Ni taifa ambalo Mungu alilichagua tangu mwanzo, wana. Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasema, atakayebariki taifa hili atabarikiwa, atakayelaani taifa hili atalaaniwa. Hiyo ipo tangu Mungu anatoa anatoa Misri, anawapeleka anu, katika katika ile nchi ya Israeli, katika nchi ya ahadi ile, hayo ndipo Mungu Mungu aliyatamka hayo, yalifanya kazi wakati ule, yanafanya kazi mpaka wakati huu. Na ndio maana watu wote wenye hofu ya Mungu, watu wote wenye hofu ya Mungu wana, wana, huwa wanasimama upande wa Israeli, hata inapokuwa inapigana inapigana vita. Ukifuatilia vita inayoendelea sasa hivi, rais wa male, wa Marekani ameamua kuwa sehemu ya vita ile, kuisaidia Israeli kwa sababu anajua nini Mungu alichokiahidi juu ya taifa lile. Ndege zilitumwa kutoka Marekani kwenda kule kusaidia, kwa sababu anajua kwamba taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alilichagua, Mungu alilichagua, na yale ambayo Mungu aliyasema, ahadi zote ambazo Mungu aliziahidi juu ya Israeli na hazitabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa Isaya anazungumza, anasema upitapo. Isaya alipokuwa anatamka ni Mungu alikuwa anasema, lakini anatumia kinywa cha nabii Isaya kuwambia Waisraeli kwamba msiogope. Unajua, mtu akikwambia usiogope, halafu usijue ana uwezo kiasi gani, unaweza ukaogopa kibinadamu. Kwa mfano mimi hapa, wewe ukawa unakabiliwa na tatizo fulani, labda kuna watu wamesema watakuja kuvamia leo nyumbani kwako, wana silaha na kila kitu, alafu mimi nikakwambia usiogope, usiogope. Watakuja ndio, lakini usiogope. Kama hauna uhakika na uwezo wangu juu ya jambo hilo, utaogopa. Otherwise utahitaji mimi nikupe uthibitisho, kwa nini usiogope. Je, kuna watu nimewaandaa wakulinda nyumba yako? Kuna majeshi nimeandaa kupigana na hao watakao kuja kuvamia? Utataka upate ujue kwa nini usiogope, au ninauhakika kwamba Mungu atakutetea. Utahitaji upate uhakika sasa Mungu hayo aliyajua wakati alipokuwa anazungumza na Israel, akiwambia kwa habari ya wasiogope. Sasa ikabidi awape uhakika kwa nini wasiogope. Akaanza kuwapa vitu, akaanza kuwapa details, akaanza kuambia mazingira yaliyopo na kile ambacho Mungu atakifanya. Haleluya! Natamani hata leo wewe mtumishi wa Mungu uliyeko mahali hapa sasa, hii usiogope kwa sababu Mungu amekuchagua kwamba umeokolewa umechaguliwa na Mungu. Sasa unapokuwa umechaguliwa na Mungu, maanake wewe ni wake, na kama alivyosema hapa kwamba usogope, maana wewe u wangu, anawambia Israeli, na hiyo inaendelea kuishi mpaka leo. Israeli ni taifa Mungu amelichagua, na wewe amekuchagua, wewe ni wa Mungu. Haleluya, wewe ni wa Bwana, usogope. Sasa anasema ujapopita katika moto, miali yake haitakuunguza. Anaanza kuelewa Okay, kumbe ndio maana amesema nisiogope. Kumbe sasa nikipita kwenye moto, ile miali ya moto haitaniunguza, nijapopita katika maji yenye uwezo wa kugharikisha, maana hayo ni maji mengi, anasema usiogope. Sasa hiyo ikampa kuamini, kumbe aliposema nisiogope alimaanisha nini? Sasa anasema nitatoa Misri, nitatoa Kushi tatoa Seba kwa ajili yako. Anaposema Misri alikuwa anazungumzia Babeli. Unajua taifa la Israeli lilienda utumwani katika nchi ya Babeli. Babeli ilikuwa ni adui wa Israeli, na Israeli ilipochukuliwa kwenda utumwani, mara hii ilichukuliwa kwenda utumwani katika nchi ya Babeli. Sasa anasema atatoa Babeli kwa ajili ya ukombozi wa Israeli, maanake tafsiri yake ni sana kwamba nitageuza wale maadui wako wawe upande wako. Haleluya, nitatoa wale, wale, wale, wale, wale, wale maadui wako, wale waliokuwa maadui zako, wale ambao walikuwa wanasimama kinyume na wewe wawe upande wako. Sasa kama wale maadui ambao walikuwa wamesema watakuja kuvamia kwako, natoa mfano, walikuwa wamesema watakuja kuvamia nyumbani kwako, au mtu anakwambia usiogope hafu, wakati unawaza kwamba kwa nini nisiogope, anakwambia wale waliokuwa wamepanga kuja kuvamia kukuvamia nimewageuza, sasa watakuwa watakuwa upande wako. Unaweza kuendelea kuogopa? Hautaendelea kuogopa maana umepata uhakika kwamba aliposema nisiogope alimaanisha nini? Bwana Yesu atoe sana. Wale ambao walikuwa wanataka waku, wafanyike hofu yako, sasa watakuwa upande wako na watasimama kwa ajili ya ukombozi wako. Hakuna haja ya kuogopa. Bwana Yesu atoe sana kwa Mungu anapotwambia tusiogope, ndugu zangu, ni kwa sababu anajua kwamba tunapokuwa upande wake hakuna ambaye anakuwa kinyume chetu, na hata yule ambaye anakuwa kinyume chetu anashindana na Mungu. Haleluya! haja ya kuogopa. Bwana Yesu asiwe sana lakini nita anasema nitaziambia, anasema anazungumza pande zote nne amezitaja, na kila upande anasema atawambia ufanye nini. Bwana Yesu asiwe sana sasa anapozungumza kwa bali ya zile pande zote, anasema na kila upande anasema utafanya nini. Manake anawapa kibali, anawapa kibali kwamba kila mahali kibali kipo, kila upande, kila upande kibali kipo. Manake huyu mtu hana cha kuogopa. Wewe umeshakishwa kwamba ukenda kaskazini unaenda katika amani, hakuna shida. Ukenda kusini hakuna shida. Ukenda mashariki hakuna shida. Ukenda magharibi hakuna shida. Maanake, wewe unatembea kifua mbele, unajua kabisa, natembea katika kila mahali napoenda, naenda katika eneo la ushindi wangu. Natembea katika eneo la amani yangu. Natembea katika mahali ambapo sina mtu, sina kitu cha kunibabaisha. Kwa hiyo hakuna haja ya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, kama watu ambao tumemwamini Kristo, watu ambao tumemwamini Kristo tunapata nafasi ya kusogea mbele zake kwa maombi, tunapata nafasi ya kwenda mbele zake kwa maombi. Nataka nikwambie, mtu wa Mungu, usiogope. Mwambie Mungu chochote unataka afanye, maana yeye amesema wewe ni wa, ni wa kwake. wewe u wake. Haleluya, usiogope kusema na Mungu, jioni hii ya leo. Usiogope kupeleka mahitaji yako mbele za Bwana jioni hii ya leo. Nenda ukiwa na ujasiri, kwa sababu wewe amesema amekuchagua, na ushahidi kwamba amekuchagua ni kwamba umemwamini kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako maana yake amekuchagua wewe ni wa bwana usogope usogope usogope anasema nitatoa misri nitatoa mabei kwa ajili ya ukombozi wako ninageuza tafsiri yake nageuza adui yako nageuza adui yako awe upande wako na geuza aliyekuwa na kuwazia mabaya akuwazie mema, na natamka katika jina la Yesu. Hata wale walikuwa na kuwazia mawazo ma, ma mabaya walikuwa nawaza mabaya kwa ajili yako, kuanzia saa hii katika jina la Yesu wakabadilisha na kuwaza kwa mema katika jina la Yesu. Yale yote adui alikuwa nayawaza yatokee kwa mabaya upande wa kwako yageuke na kuwa mema katika jina la Yesu aliye hai, haleluya, kwa sababu wewe ni ni wake, wewe ni wa Bwana. Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja nasi jioni hii ya leo, anasema tusiogope, anasema tusiogope, usiogope. Adui huwa analeta vitisho, adui tabia yake ni kuleta vitisho, anakutisha, anatutisha, anakupiga mkwala. Na unajua mtu yeyote ukitaka kumshinda, hata wale wanaopigana, hata wale wanaoshindana, wanaopigana, wanaopigana professional huwa mtu haendi kumrukia mwenzake na kwanza kumpiga, utakuta anamtisha kwanza. Haleluya, anamtisha kwanza. Hata wale wanaopigana kuna siku hizi kuna michezo ya kupigana ngumi wanaita wanaita boxing. Wale wanaocheza boxing, wewe wafuatilie, utakuta kabla mtu hajampiga mwenzake, anamtishia mtishia kwanza. Haleluya, anamtishia kwanza, akitishika ndio anampiga. Sasa hofu ndio silaha ambayo adui anait, anaitumia ili kuweza kumshinda mtu au kuweza kum, kumtawala mtu kwa wakati mwingine katika maisha yetu, adui huwa analeta vitisho, analeta vitisho, ili akishaleta kitisho katika maisha yako wewe uogope. Ukishaogopa, anakuwa na uwezo wa kukutawala, anakuwa na uwezo wa kukuendesha. kwa nini? kwa sababu umeogopa. Sasa kuna hofu imeingia kwenye maisha yako. Sasa ninasema katika jina la Yesu usiogope chochote kinachokutisha, chochote kinachosimama mbele yako na kukuletea hofu, kipeleke mbele za Bwana kwenye maombi, jioni hii ya leo. Haleluya! kipeleke mbele za Bwana katika maombi, jioni hii ya leo. Peleka kwa Bwana, peleka kwa Bwana. Na ndio maana jioni hii ya leo hatutaanza na maombi ambayo mimi nitakwambia, utaanza na maombi ya kwako mwenyewe. Peleka kwa Bwana jioni hii ya leo. O, oh, intimidations vile vitisho vyote, vitisho vyote, mambo yote ambayo unajua kabisa, hili kwangu mimi naona limekaa vibaya, ni kama mlima fulani unanizuia nikitaka kupanda, nikitaka kutembea, unanitisha unanitia hofu, nashindwa kuendelea, nashindwa kupiga hatua. Hayo yapeleke mbele za Bwana, yapeleke hayo. Adui huwa yanayaleta kwenye maisha yetu ili kwamba akishayaleta sisi tuogope. Na ukishaogopa hata kama ni kitu ni, ni jambo fulani ni, labda ni, ni biashara fulani ulitaka uanze kuifanya, ukishaogopa tu hautafanya, na kama ingeweza kukubadilishia maisha yako, maanake utabakia pale pale. Kwa nini umeogopa kufanya na aliyekupa hofu ya, ya kufanya ni Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Isaya anazungumza na taifa la Israeli, wakati Isaya anazungumza na, na Babeli, sori, anazungumza na, na Yakobo, ulikuwa ni wakati sahihi ambao hawa watu wanatakiwa watoke utumwani, lakini kitu ambacho kingeweza kuwafanya waogope ilikuwa ni mazingira, kwamba watapita wapi, nini kitakachotokea wakati wanatoka kule na kuondoka katika hali ya utumwa. Hofu ingewazuia ili waendelee kukaa utumwani, lakini akasema, msiogope, usiogope Yakobo, usiogope Israeli, kwa sababu mimi nimekuchagua wewe, u wangu. Upitapo katika moto, nyali ya moto aitaugalikisha, katika jina la Yesu nayo atagalikishwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Usiogope, usiogope, usiogope. Yale yote anakupa hofu, yapeleke jioni ya leo, peleka kwa Bwana husuluhusu hofu ikuzuie kutawala. Watu waliokoka, waliokoka kwa kawaida ni watawala, yu watawala.